Yes, mambo vipi moja kati ya nchi ambazo zinapatikana kutokea e, upande wa Afrika huku e, tunaweza tukasema ni moja kati ya nchi ambazo pia watu wengi e, wameweza kuwa wanapenda sana kwenda kuzitembelea. Lakini pia hata baadhi ya wasanii pia wamekuwa wakitaja Ethiopia ni moja kati ya nchi ambazo pia kuna maisha fulani hivi ya kinyamwezi, maisha fulani ya kula bata, maisha fulani mazuri. E, e, kumbuka kwamba Tanned Music pia na yeye e, ilikuwa inasemekana kwamba pesa huyu jamaa anakuwa anapata wapi? Lakini alishawahi kufungua kwamba Ethiopia ni moja kati ya nchi ambazo pia yeye huwa anafanya mishemishe zake na anapata pesa nyingi sana. E, kutokea kule e, nchini Ethiopia. Sasa nako kumekuwa kuna e, machafuko sana kutokana na masuala mazima ya vyama vya hapa na pale. Tunajua kabisa kama hapa Tanzania pia tunategemea mwaka huu e, mwezi wa kumi e, kutakuwa kuna masuala mazima ya ya uchaguzi. E, vyama vimekuwa vikikinzana huku na huku. Huyu anasema hiki, Chadema anasema hiki, CCM anasema hiki, ACT anasema hiki. E, kila mmoja amekuwa anakuja na e, namna yake ya usemaji. Sasa nchi hiyo pia ya Ethiopia pia ukiwa e, umebaki mwaka mmoja tu kabla ya taifa hilo pia kuweza kufanya uchaguzi wake mkuu, chama kikuu cha upinzani cha, cha, ambacho kinafahamika kwa jina la eh, Tigray People's Liberation Front eh, TPLF pia eh, kilichoweza kutawala siasa za nchi hiyo eh, kwa miongo kadhaa, lakini pia kimezidi kukutana na misukosuko ya ndani na nje mara baada ya kuweza kupigwa marufuku ya kuweza kujihusisha na masomo eh, masuala mazima ya kishughuli za kisiasa, eh, bana nchini humo, hali ambayo pia inazidi kufifisha ndoto ya chama hicho eh, kuja kuweza kufikia lengo na kuweza kushika dola eh, katikati ya nchi hiyo. Sasa, moja kati ya vyama vinaonekana ni vya upinzani zaidi kutokea pale nchini Ethiopia ni eh, Tigray People's Liberation Front TPLF, ambacho kwa Tanzania tunaweza tukaweka mfano kama eh, Chadema ndio chama ambacho pia kimeonekana kinakuwa kina upinzani mkubwa, kikiwa kinampinga sana CCM kutokana na, na mambo ambayo ambayo yanakuwa yanakuwa eh, anayafanya. Sasa sasa, Ethiopia pia na kwenye kumekuwa kuna mazito ambayo yanakuwa yanaendelea ya kutokea. Sasa vipi kuhusiana na chama hiki huko ya kutokea Ethiopia, vipi kitapita kutokana kutokana na yale mambo ambayo kinakuwa kinayafanya eh, u pinzani wake kuwa ni mkubwa ni mkubwa zaidi mpaka wapinzani kuweza kuogopa na vitu kibao kuweza kuendelea kutokea. Endelea kutufuatia sisi kama Sawasawa kwa sababu tutakuwa tunakupatia updates kuhusiana na kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea kutokea pa Afrika, lakini pia nje ya mipaka ya Afrika. Drop comment yako hapo, atakuwa umetisha kina manoma chao.